Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku elfu na mia mbili na sitini. Kulikuwa na vita mbinguni, kulikuwa na vita mbinguni. Hapo mzingatie sana, ulikuwa na vita, vita, vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, Ibilisi na Shetani, mfate na hapo tena vizuri, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakiye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu nanyi mkao humo wa nchi na habari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu kwenye ghadhabu nyingi, ikijua Don, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu, akijua mchache tu. No, no. ya kuwa ana wakati mchache tu. Mwanadamu wenye wanajiuliza ya kwamba sehemu huu wanaishi tu ingalikia mingi, kumbuka tu, na shetani mwenyewe anajua kama wakati ni ya kidogo. Tunaendelea kusoma: na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuuzi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na siku ya wakati, bali na nyoka huyo amena. Tunaishia pale kusoma dunia yetu Pakotukwana ishia na storia yetu kwenye ilishia, <clears throat> pale nikidhani kuna wengi ambao walielewa neno ile.